Tena tujapata mshahara, kwani wako na rada gani? Na itaingia lini hiyo ya mshahara? Hata sielewi eh. Hmm. Ah. Come in. Yes, habari yako? Kubwa. Salama sana. E, nilikuwa naitwa Alex, nilikuwa nimeleta CV niliona mm, lini kwa Brighter Monday. E, unasoma ulisomea course gani? Mimi nimesoma criminology. Oh, umesoma criminology? E... nambona ujavaa official? Nini hani, pesa za kununua fisho ndo hakuna, ndio maana natafuta kazi. Wajakoya, wajakoya ni nguo tu ani, bora ani imefunika mwili. Uko na experience ya how many years? Nimetoka <laughs> <Nemi> tu <coughs> shule juzi umetoka si. shule juzi eh. That's your dressing like a uh, Gen Z eh? Uh -oh, si hivyo, si hivyo. Sawa sawa, eh. Ah ah, si hivyo, si hivyo mkubwa. Sawa sawa. Haya. Nitashukuru sana <laughs> <laughs> Kijana amesoma hadi masters usiki, amesoma hadi masters eh, hii CV yake inaonyesha masters, na vijana wa Gen Z ndio watatusumbua. Huyu jamaa ifa yapate kazi, imagine diploma, alafu kwa masters aingie? No, tunafutwa kazi. Wewe hey, na by the way secretary, huko huko na tisho tisho tisho squeeze, si bebe bangi, acha hiyo tabia. Utatumia nini? Shwari ni ya masters, atatufuta kazi eh. Sawa sawa. Kijana, hmm, ah, umerudi nini tena? Uh, um, boss, ile karatasi ni ile CV nimekupea, umesahau kuandika kuandika phone phone number number? Nataka Secretary? Na umebeba unaenda nayo. Acha niende tu na